Mkule kwanza, taarifa ya Ali Shaaban Kamwe kufungiwa miaka miwili sio taarifa rasmi e, ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu, klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu, hata wanasheria ambao waliniwakilisha wali pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu unajua inapoitwa kamati ya maadili mm. eh, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans mm, kwamba taarifa za Ali Shaban Kamwe kufungiwa mm, sio taarifa rasmi mm, ni taarifa zilizozuka kwa mitandao ya kijamii. Sasa ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? mm. Aha, ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa 72 ambayo inaendesha uh, yes, mpira, e, wakapeleka uh, shtaka langu kwenye kamati ya maadili, na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeidhalilisha, nime uh, nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara Ewa. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi kwa kufanya reference ya posti ambayo nilipost au chapisho ambayo mm -hmm. nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram mm -hmm. Februari tatu e, ndio ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa, tukaenda kusikiliza na upande wangu pia wa wanasheria ambao wanawakilisha, tulikuwa nao jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa nendeni sasa. Tulienda kwa siku mbili pale, Jumatatu na Jumanne, ehe, tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa. Kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza, naamini halipo kwenye mamlaka yangu, hilo ni jambo la kisheria. Wako wanasheria wanawakilisha, wana wapo na nafasi nzuri ya kuizungumzia kilichozungumzwa pale ndani, ila neno la mwisho la kamati tuliambiwa nendeni, tumeshawasikiliza hukumu tutaitoa sasa. Jana mm. ndo tukasikia hayo maneno mbalimbali mbali, yakiandikwa mitandaoni mm. lakini juzi ni kutoka juzi usiku na yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambayo tumeipata. Kwa hiyo tusubiri ikitoka, tutaipokea na tuzungumza nayo, sio kwani ni wanakwenda na haraka hivi vitu subirini hmm, kwa sababu wenye mamlaka wenyewe atasema, lakini mtu tu anaibuka anazisha tu afa, hana sosi kwamba nani kasema hmm. lakini story ukiisoma haielezi kama mwenyekiti ndio wa kamati ya maadili ndio kasema hmm, katibu au nani, hamna lakini inatapakaa tu sawa. Lakin, hivi vitu vimeibuka. Ali Kamwe, wewe binafsi vimeku vimekudistabu vipi katika hasa kuelekea kwenye dabi? Kwa uh, maana ya na sasa ya kesi au tetesi za tetesi, yeah, si, si, sisi kama club sisi si, kama club na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano ambayo, mm. kimsingi idara hizi ndio idara ambazo zinasimamia uh, promotion ya kwenda kwenye mechi husika Jumatatu uh, sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa tatu mpaka saa tisa mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo. Jambo likahairishwa likaletwa Jumanne. Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa kumi na mbili yani, natoka tu mlangoni pale ndo adhana. Ehe, kwa hiyo eh, siku nzima, siku nzima imeishia TFF kwa maana yake zile siku mbili ambazo kimsingi ndio tulikuwa tufanye sasa uzinduzi wa amsha amsha kuelekea kwenye mechi tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo, na tukawa na subira tukasubiri. Sasa jana, kama tunataka Jumatano nataka tuanze tetesi nyingine pia kama hizo zika zikatokea mitandaoni. Sasa yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi wakaniambia kuwa na subira, subiri tufuatilie wamefuatilia, wakaambiwa hukumu haipo. Umeelewa, eh? Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile, na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba mm. Eh, wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii mm. nafikiri ni TCRA si ndio? mm. Wafuatilie haya mambo na watoe mwongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama hile mm. huenda eh, una vyanzo. Lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa mm. kwelikweli nitakwambia ile usiku ambao taarifa imetoka mi mwenyewe hmm. ilibidi niende kukesha hospitali na hmm. bi mkubwa kwa sababu alipata mshtuko mkubwa kulikweli, na mimi niko mjini. Kutiwa pingu ya mpira miaka miwili sio mchezo, alipata mshtuko huyu mtu anapoteza kazi yake miaka miwili, anakuwa bench. Ikabidi nitoke na mimi sasa mjini niende hospitali, tukakaa hmm. mpaka asubuhi, tukamwelezea kwamba ni mambo ambayo haya na ukweli hata kama akiwa hmm. na ukweli, mambo ya kawaida hmm. kwenye maisha, watakiwa relax. Kwa hiyo ime, ime, imetudisturb kwenye promotion. Mm. Hiyo ni jambo ambalo hata usinge nisikia mimi mm, linaonekana tu kwa picha ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama club tunaamini mchezo pia huu ni mkubwa, na Watanzania huu mchezo wanautaka, na uhitaji wa point tatu kwa timu zote mbili pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini inshallah, uh, tunafanya hamasa leo na leo peke yake itatosha. Naamini kabisa kuwahamsha wanachama na mashabiki wetu, kuwahamisha Watanzania kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Twende inshallah tukapambana.